Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Judith Kapinga amesema baraza la madiwani ndiyo wasimamizi wakuu wa miradi mikubwa ya maendeleo inayotekelezwa na Serikali, hivyo wanapaswa kutimiza wajibu wao kikamilifu ili kuhakikisha wananchi wananufaika na uwekezaji unaofanywa na Serikali. Akizungumza katika baraza la kwanza la madiwani wa Halmashauri ya Wilaya Mbinga, Mheshimiwa Kapinga amesema ndani ya kipindi cha miaka mitano, Serikali ya Awamu ya Sita inaongozwa na Dokta Samia Suluhu Hassan imepanga kutekeleza miradi mingi ya kimkakati inayolenga kuboresha huduma za jamii na kuinua uchumi wa wananchi. Amebainisha kuwa utekelezaji wa miradi hiyo unahitaji usimamizi makini kutoka madiwani katika maeneo yao. Ukiitwa mheshimiwa haimaanishi unasahau nia ya kwanza ya kwa nini tulichaguliwa kuwa madiwani na kwa nini tulichaguliwa kuwa wabunge. Nafasi hizi ni nafasi za na utumishi, ndugu zangu. Ndani ya miaka hii mitano, ilani ya chama cha mapinduzi, tumeahidi mambo mengi sana, mheshimiwa rais ameahidi mambo mengi sana. Nyie ndo wasimamizi katika maeneo yenu, kwa hiyo tunawaomba sana msisahau kwamba ndani ya miaka hii mitano lazima tukimbize maendeleo. Serikali italeta maendeleo kwenye maeneo yetu, lakini watakaosimamia na kuhakikisha inatekelezeka ni nyie. Kwa hiyo sasa, nawaomba sana msije mkasahau kwamba miaka hii mitano ni miaka ya kazi, ni miaka ya kurudi kwa wananchi waliotuchagua na ni miaka ya kuwatumikia ndugu zetu wa Mbinga vijijini. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abbas Ahmed, amewataka madiwani kuongeza jitihada katika kusimamia na kuboresha vyanzo vya mapato vya halmashauri. Amesema kuwa mapato ya ndani muhimu katika kupunguza changamoto za kifedha na kuwezesha utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa wakati. Moja ya changamoto zinazokabili halmashauri nyingi nchini ni upungufu wa mapato ya ndani unaosababisha utekelezaji wa miradi mingi kutotekelezwa au kutokamilika kwa wakati. Ninawasihi msimamie kwa ukaribu, kwanza kuboresha vyanzo vya mapato. Mhakikishe vyanzo vyote vinatambuliwa, vinawekewa mifumo sahihi na vinatumika ipasavyo bila upotevu. Hakikisheni watendaji mnaowasimamia wanakusanya mapato na wanafanya kazi kwa uadilifu na pale panapoonekana kuna mianya ya upotevu msisite kuchukua hatua mara moja. Naye mwenyekiti wa baraza la madiwani wa halmashauri ya Mbinga Mheshimiwa Deusdeurius Haule ameahidi kuwa baraza yote litasimamia kwa karibu utendaji wa halmashauri na kuhakikisha kuwa linaendelea kuwa miongoni mwa viongozi kusanyi wa ukusanyaji wa mapato ya ndani katika mkoa wa Ruvuma, historia si tu mkoa wa Ruvuma, lakini nyanda za juu kusini sisi tumekuwa ni minara katika utekelezaji wa shughuli za maendeleo ya halmashauri yetu, lakini pia katika kuisimamia halmashauri yetu. Hakikisheni tutaisimamia halmashauri mashauri yetu tayoongoza kwa mujibu wa kanuni, taratibu na sheria. Nendeni mkaisimamie. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anatoa fedha nyingi sana za kutekeleza miradi, na hizo fedha wala hazikai kwa mkuu wa mkoa wala hazikai kwa mkurugenzi zile fedha zinakwenda vijijini kwa wananchi, iwe miradi ya maji iwe ya, o, ya barabara iwe ya afya o elimu na miradi mingine yote ile inafika vijijini kwa wananchi, na katika maeneo yale wasimamizi wakubwa ni waheshimiwa madiwani. Nyinyi ndio wasimamizi wa miradi na wahamasishaji wa maendeleo. Nendeni mkafanye kazi iliyotukuka ili dhamira ya Mheshimiwa Rais ya kuleta fedha nyingi za kutekeleza miradi ile ili kuondokana na umaskini kwa wananchi iweze kutimia. Kutoka Mbinga mkoa wa Ruvuma ni tunendenda